Ndugu mtazamaji, karibu sana katika chaneli yako pendwa. Leo tunakuletea simulizi ya Musa, kiongozi mkuu wa Waisraeli ambaye maisha yake ya yamejaa miujiza na mafunzo muhimu kwa kila mmoja wetu. Katika nchi ya Misri ambapo Waisraeli walikuwa watumwa, Farao alitoa amri ya kutisha watoto wote wa kiume wa Kiebrania wa uwawe. Hii ilikuwa ni jaribio la kukata tamaa la kuzuia ongezeko la idadi ya Waisraeli ambao Farao aliwaogopa. Katika mazingira haya ya hatari Alizaliwa mtoto wa kiume katika familia ya Walawi. Mama yake, Yochebedi, alimficha kwa miezi mitatu, lakini aliposhindwa kumficha tena, alimtengenezea kikapu cha mafunjo na kumtia ndani yake na kumweka katika mto Naili. Binti wa Farao, akiwa anaoga mtoni, alikiona kikapu na kumtoa mtoto. Alimhurumia na kumchukua kama mtoto wake. Miriam, dada yake Musa, alikuwa amefuatilia tukio hilo na akampendekeza mama yake Musa awe mlezi wa mtoto huyo. Basi Musa alilelewa na mama yake mwenyewe katika jumba la Farao, akipata elimu na heshima ya kifalme. Musa alipokuwa mtu mzima, alitoka nje na kuwaona ndugu zake Waisraeli wakiteswa. Aliona Mmisri akimpiga Mwebrania na akamua Mmisri huyo. Farao alipojua habari hiyo, alitaka kumua Musa, lakini Musa alikimbilia Midiani. Huko Midiani, Musa alikutana na Yethro, kuhani wa Midiani, na akaoa binti yake Sipora. Alichunga kondoo za Yethro kwa miaka arobaini, akijifunza uvumilivu na utulivu. Siku moja alipokuwa akichunga kondoo aliona kichaka kinawaka moto, lakini hakiteketei. Mungu alimuita kutoka kwenye kichaka hicho na kumtuma Misri kuwaokoa Waisraeli. Musa akiwa na hofu, alikubali wito huo, akijua kwamba Mungu atakuwa naye. Musa alirudi Misri pamoja na ndugu yake Haruni. Waliwaambia Waisraeli habari za Mungu na wakafanya miujiza mbele ya Farao, lakini Farao alikataa kuwaachilia Waisraeli. Mungu alileta mapigo kumi juu ya Misri na hatimaye Farao aliwaachilia Waisraeli waende zao. Musa aliwaongoza Waisraeli kutoka Misri na Mungu aliwasaidia kuvuka bahari ya Shamu. Walipofika mlima Sinai, Mungu alimpa Musa amri kumi na sheria nyingine. Musa aliwaongoza Waisraeli jangwani kwa miaka arobaini, wakipitia changamoto nyingi, lakini wakimtegemea Mungu kwa mahitaji yao. Musa alikuwa kiongozi mwenye unyenyekevu, uvumilivu na uaminifu alimtegemea Mungu katika kila hatua ya maisha yake na Mungu alimtumia kwa njia kuu. Hadithi yake inatufundisha kwamba hata katika nyakati za giza, Mungu huinua viongozi kuleta ukombozi kama Musa. Tunakabiliana na changamoto katika maisha yetu, tunaweza kukata tamaa au tunaweza kumtegemea Mungu kwa nguvu na uongozi. Mungu huwapa watu wake nguvu za kuvuka majaribu na huwatumia kwa kusudi lake. Tafadhali usisahau kusubscribe channel ya BM Media kwa simulizi mbalimbali za Biblia.